Kutoka kaunti namba 15 tuelekee kaunti namba 20 ambapo familia zaidi ya elfu sita huko Kirinyaga sasa zinapika kwa gesi, hali ambayo ni hatua kubwa katika kupunguza utegemezi wa kuni na makaa. Serikali ya kaunti ya Kirinyaga imesambaza majiko zaidi ya elfu sita kwa muda wa miaka miwili kupitia mpango wa Floka unaolenga kupunguza matumizi ya kawi inayoharibu mazingira. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amesema hatua hii inaokoa zaidi ya miti 500 na kulinda afya ya wanawake na watoto. Gesi inapika haraka. Asubuhi ninawapikia watoto chai na wanaenda shule haraka haraka juu ina safe time. Kupata kuni sio jambo la rahisi hata kidogo, na unapata wakati mwingine ukiwa na msimu wa mvua Kuni zinakuwa zimenyeshewa, ambapo hata kupika, unakuta sasa ule moshi unakuingia, unakupatia mafua, wakati mwingine hata macho kufungua hauwezi ukafungua. Unakuta hata wakati unapopika, sufuria ndizo hizi zinakuwa nyeusi, huwezi shika kitu chochote katika jikoni. Mabadiliko ya hali ya hewa yanaleta changamoto, changamoto kubwa kwa wananchi wetu, lakini sisi kama serikali hatuketi tu, tunachukua hatua kuhakikisha watu wetu wanapata msaada wa kweli na kukabiliana na hali hiyo na kujisaidia. Kutoka kaunti nambari 20 Turuki.